Nyumba iliyokataa watu wote. Hakuna mtu aliyekumbuka ni lini nyumba ile ilijengwa. Hakukuwa na kumbukumbu kwenye ofisi ya kijiji wala jina la mmiliki. Ilikuwa tu pale imejificha nyuma ya miti mirefu ya miembe iliyokufa, ukuta wake wa rangi ya kijivu ukiwa umechanika kama ngozi ya maiti ya muda mrefu. Wazee walikuwa wakisema nyumba ile haipokei watu, inawajaribu watu kwanza. Lakini kama ilivyo kwa mambo mengi ya kutisha, vijana hawakusikiliza. Jina langu ni Daniel, mwalimu wa shule ya sekondari na nilipata kazi kijijini Mlimani, sehemu ambayo hata mtandao wa simu hukata ghafla bila sababu. Nilihamia pale miezi mitatu baada ya kifo cha mama yangu, nikitaka utulivu, nikitaka kusahau. Nilipoonyeshwa ile nyumba kwa mara ya kwanza, nilijua kuna kitu kibaya. Lakini sikuweza kukieleza. Mlango wake wa mbele haukuwa na kufuli. Dirisha moja lilikuwa limefungwa kwa mbao zilizopigiliwa misumari ya zamani, lakini nyingine zilikuwa wazi, zikitoa harufu ya unyevunyevu na vumbi la miaka mingi. "Una uhakika hakuna mtu anaishi hapa?" niliuliza. Yule dalali alinitazama kwa haraka macho yake yakikwepana na macho yangu. Hapana, watu walikuwa wanaishi lakini hawakukaa. Sikutaka kuuliza zaidi. Usiku wa kwanza nililala bila shida, ingawa upepo ulikuwa ukipiga kuta za nyumba kama mtu anayebisha taratibu. Niliwaza ni upepo tu, nilikuwa nimechoka. Lakini saa tatu kamili usiku nilishtuka. Nilisikia sauti, ilikuwa ni kama mtu anavuta kitu kizito sakafuni, krr, krr, krr kutoka sebuleni hadi karibu na mlango wa chumba changu. Nilikaa kimya, nilihesabu pumzi zangu. Labda panya, nilijiambia, lakini panya hawasimami nje ya mlango. Sauti ilisimama, kisha nikasikia kupumua pole pole. Nikasikia sauti nzito karibu sana. Nilitaka kupiga kelele, sauti haikutoka, mwili wangu haukusogea. Dakika zilipita kama masaa, halafu ikanyamaza. Asubuhi ilipofika nilijikuta nimekaa kitandani bila kukumbuka nililala lini. Nilipotoka chumbani, nikagundua kitu kilichonifanya damu igande. Sakafu ilikuwa na alama za kuvutwa, zilitoka sebuleni zikafika hadi mbele ya mlango wa chumba changu, kisha zikarudi nyuma. Hakukuwa na alama za miguu, hakukuwa na kitu kilichovutwa. Nilianza kuhisi kile wazee walikuwa wakimaanisha. Siku chache baadaye nilimuuliza jirani yangu mzee aitwaye Bibi Salome kuhusu nyumba ile. Aliacha kusaga mahindi, alinitazama kwa muda mrefu sana, kama anatafuta uso wangu wa pili nyuma yangu. Nyumba ile alisema taratibu, haifukuzi watu, inawaruhusu waingie, halafu inawachagua. Nilicheka kwa wasiwasi, inachagua vipi? Alinong'ona, sauti yake ikitetemeka. Inakataa wale wanaotaka kutoka. Usiku wa tano niliota ndoto ya ajabu. Nilikuwa nimesimama sebuleni, kuta zilikuwa zinapumua, sakafu ilikuwa laini kama nyama. Mlango wa mbele ulikuwa umefungwa, lakini haukuwa na kufuli, ulikuwa umeungana na ukuta kama haujawahi kuwepo. Kisha nikasikia sauti ikisema kwa sauti yangu mwenyewe, umefika nyumbani. Nilipoamka nilikuwa jasho tupu, lakini ki kilichonishtua zaidi si ndoto, ni kwamba mlango wa mbele haukufunguka. Nilivuta, nikasukuma, haukusogea hata sentimita moja. Nilipiga mlango, nilipiga kelele, hakuna aliyesikia. Dirisha moja lilikuwa wazi, nilipanda kiti, nilijaribu kutoka, lakini nje hapakuwa nje niliyoijua. Hakukuwa na barabara, hakukuwa na kijiji, kulikuwa na msitu mnene mweusi usio na mwisho ambao haukuwahi kuwepo hapo kabla. Nilirudi ndani nikiwa natetemeka. Saa zilisogea polepole. Simu haikuwa na mtandao. Saa ilisimama saa nne kamili. Usiku ulipofika, nyumba ilianza kubadilika. Kuta zilianza kutoa sauti za kunong'ona, sio lugha, sio maneno ilikuwa ni kama kumbukumbu -kumbu, za watu waliolia walioomba waliapa hawatarudia kisha nikasikia hatua Kukunjua nyingi juu ya hii. dari hatua Kukunjua za watu wengi lakini hakuna alianguka nilipanda ngazi kwenda juu Sijui kwa nini, labda kwa sababu nyumba ilikuwa tayari imenichagua. Chumba kimoja kilikuwa wazi. Ndani kulikuwa na maandishi ukutani, yakiwa yameandikwa kwa kucha: ukiisikia ikikuita usiitikie. Nyuma yangu sauti linong'ona jina langu Daniel. Sio kwa hofu, kwa furaha. Nilijua ukweli ule ule ambao watu wengine waligundua kabla yangu, nyumba ile haikuwa imeachwa, ilikuwa inangoja, na sasa ilikuwa imenifunga ndani. Sehemu ya pili itaendelea hapa kwenye chaneli yetu inayoitwa Stori za Kweli. Hakikisha unaifuatilia simulizi hii ya kutisha Lakini usisahau kusubscribe kulike, kucomment na kushare. Hapa utasikiliza simulizi zinazotikisa simulizi za kusisimua.